Lakini tunapopata mtoa huduma kwa misingi ya rushwa, tutegemee kupata huduma duni. Hawezi kutoa rushwa akatoa huduma yenye thamani halisi ya fedha inayotokana na matarajio ya taasisi husika. Lakini katika taasisi kunatokea uvunjifu wa maadili pale panapokuwa na viashiria au mifumo ya rushwa katika taasisi husika. Niwapongeze kampuni ya GGML kwa kuona ipo haja ya kukumbushana ya kuelimishana utaratibu mzima wa namna fursa mbalimbali zinavyopatikana katika mgodi bila kutoa rushwa. Kwa hiyo, angalia rushwa, itapelekea hadi mgogoro kwenye ndoa yako. Yote hiyo ni rushwa. muhimu ya wadau lengo kuu Naomba nisisitize kwamba lengo kuu la leo ni kuweka mkakati shirikishi wa kuzuia na kupambana na rushwa katika mkoa wetu wa Geita. Na kwa kufanya hivyo kuboresha zaidi mazingira ya biashara na uwekezaji. Ndugu mgeni rasmi, ushiriki wa wadau katika kikao hiki ni muhimu sana katika mstakabali wa mapambano dhidi ya rushwa katika mkoa wetu wa Geita. Ndugu washiriki, Swali la msingi la kujiuliza hapa ni kwa nini ushiriki wetu ni muhimu. Jambo la kwanza, nguvu ya ushirikiano. Rushwa ni tatizo linalovuka mipaka ya taasisi, sekta na kada za kijamii. Anasema kwamba kwa vile kwa tunafanya kazi katika maeneo tofauti duniani, kuna sheria mbalimbali ambazo zinatongoza za kimataifa, lakini pia na sheria za ndani tunapaswa kuzifuata, ikiwemo sheria ambazo wanasimamia TAKUKURU.

Mitigate, uh, inside jadili yeah, yeah. Hilo linaonyesha kwa ufupi sana adhabu mbalimbali ambazo zinatokea duniani bila kuzingatia inatokea katika nchi gani. Kwao GGM ikiwa ni sehemu ya lazima iwe makini katika haya, kwa sababu adhabu kama hiyo pia inaweza kutokea. Mmeza kuona kuongezeka kwa adhabu siku hadi siku, na huu ndio ukweli. Kao lazima tuwe makini katika kufanya shughuli zetu, ili tukaanguka katika mitego hiyo ya adhabu ambazo zinatokea mbona ni mamilioni ya pesa ambayo tutapaswa kulipa, kama itakuwa tuko makini katika kutengeneza sera zetu na kusimamia shughuli zetu.